Yes bwana, hii ni kali sport. Moja kati ya stori kubwa kabisa ambayo inamzungumzia Alikamwe ambaye huyu ni msemaji wa klabu ya Yanga Sports Club ambapo Alikamwe anaachiwa huyu uh, na polisi mchana huu baada ya kukamatwa kufuatia kauli zake ambazo zilitafsiriwa kuwa na kudharau serikali na viongozi wa mkoa wa Tabora. Alikamwe alikuwa akizungumza swala la mchezo, lakini pia kauli yake ilikuwa ilizua mjadala mkubwa sana na kusababisha hatua ya kukamatwa e, kwake. Lakini pia baada ya kutangazwa kuwa yupo huyo, Alikamwe alitumia mitandao ya kijamii kusherekea, akichapisha video inayomwonyesha akimpa maelekezo mchezaji wa Yanga Clement Mzize katika mchezo zidi ya Tabora United ya hapo jana. Katika video hiyo yenye goli la Mzize Alikamwe aliandika caption, Asante Clement, huku akionyesha kuwa bado anathamini matokeo ya mchezo. Uh, moja kati ya stori kubwa ambazo ambayo sasa hivi inazidi kutrend sana kupitia mitandao ya kijamii kwa wale ambao bado hawajafahamu kwamba Alikamwe alikamatwa na jeshi la polisi huko Tabora siku ya jana, lakini pia niachao siku leo kwa dhamana ya viongozi lakini pia so make sure una subscribe kama ni mwana wako wa kwanza, ili kupata kila story zote ambazo zinazo trend kupitia mitandao ya kijamii mimi ni Smart Kali, bye bye, till the next time.